a Omari, kwa uchache kabisa, kwanza naomba e, tumzungumzie e, marehemu yes, Isa, namna ambavyo alikuwa anaishi na watu na kwa namna ambavyo alikuwa anajitoa kwa jamii na mengine mengi ambayo wewe yanabaki kumbukumbu kwako. ya, kwanza kabisa ni huzuni hasa kwa wana Makole, lakini wana mtao Makole, kwa kuondokewa na mtu ambaye shujaa, mtu ambaye mwenye utu wa kipekee mtu ambaye mcheshi, muungwana, na mtu mwenye mapenzi, mtu mwenye huruma, na mtu mwenye kujitolea, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa aa, ni mtu mzuri sana. Kwa mtu ambaye asimwelewa, asiyemwelewa, anaweza kusema ujamaa, mkorofi, mbabe, lakini kwa sisi ambao tunamjua ni mtu wetu ambaye alikuwa mtu mwema sana na muungwana, na katika kazi zake kama tunavyofahamu, ni mtu ambaye anajifatolea kazi zake za kusaidia jamii zinapopata na matatizo na ndio maana anavipandwa, au nikisema magari ambayo yanasaidia kutatua kero, endapo magari yamepata ajali kwa ajili ya kutotea. Lakini sifa yake kubwa, wakati mwingine yuko radhi akusaidie kwanza uondokane na tatizo ambalo limekukumba, endapo kwa mpata ajali, malipo yatakuja baadaye. Kwa hiyo kwa maneno mengine, ndugu yetu marehemu Tazan au Isa Abdallah Mwingira ni mtu ambaye anajali utu zaidi kuliko kitu. Kwa hiyo sisi kama wana Makole na mimi kama kiongozi wa kata ya Makole kiujumla, nimeumia sana, lakini tumefadhaika mno, kwa sababu hatuwezi kupata mtu sahihi au mtu ambaye anafanana na yeye. Amekuwa akisaidia jamaa mbalimbali madini mbalimbali mbali, lakini katika dini yake Islam, pia amekuwa akijitoa kusaidia katika namna bora ya kufanya dini yake iende mbele, lakini amekuwa akijitolea nini. Mimi kwa historia nikija nikimzungumzia bwana Issa Abdalla Tazani mimi ananifahamu nikiwa tangia mdogo, lakini na mimi namjua tangia nikiwa mdogo mpaka nimefikia umri huu. Ni mtu ambaye alikuwa anasaidia tangia zamani, miaka ya zamani nikizungumzia 95 96 97 alikuwa anasaidia kutoa maturubai ya misiba katika jamii za watu wengine, lakini alikuwa na spika za muziki, ambapo kama akitokea msiba wa Mwislamu wa Mkristo anapeleka pale, anafunga, anahudumia na mambo mengine, na hadai hata shilingi moja. Kwa maneno mengine, sasa hivi kama tumezoea watu wanakodisha matenite, wanakodisha viti, basi yeye alianza kutoa huduma ya bure katika kipindi kwa kutoa maturubai kama mnafuta mbao miaka 98 96 97 98, elfu mbili elfu mbili na kitu hapa. Watu kwenye misiba tulikuwa tunakaa chini, hatukai kwenye viti. Siku hizi tunakaa kwenye viti. Kwa hiyo ukitaka kumzungumzia kwa historia Isa, ndugu yetu Tazani, ni mtu ambaye kwa kweli wa tofauti. Kwa eh, kumalizia mheshimiwa, rai yako ni ipi kwa eh, wananchi, uh, au kwa wananchi wako kata wa Makole, namna ambavyo eh, mzee T uh, alivyokuwa anasaidia watu kama hivyo, nasikia kwa mjenga misikiti ya kutosha. Rai yako ni ipi kwa wananchi wengine pengine labda wajifunze chochote kwa rai mwisho? uh, kabla sijatoa rai binafsi, nimejifunza sana kutoka kwake kwa namna ambavyo ametenda wema, amewekeza sana kwa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu katika vitabu vitakatifu inatuambia kwamba tutaenda kuyakuta malipo yetu siku ya kiyama, lakini wakizetu wa Kristo katika Biblia wanaandika mstari unasema, eli wafao katika Bwana Umenelewa vizuri. Kwa hiyo yeye tayari alishajitengenezea adhina yake kwa Mwenyezi Mungu. Na sisi kama Wanamakole, nikiwatoa nikiwapa rai, ndugu zangu, tuige mfano wa ndugu yetu Tazani, tuige mfano kwa mazuri yake yote. Na sisi kama Wanamakole tunashirikiana na familia yao kumwombea, Mwenyezi Mungu ampokee kwa amani, kwa sababu tunaimani kwamba kwa wema ambao wameutenda basi Mwenyezi Mungu kashamfungulia njia yake. Pole sana mheshimiwa. Mimi ninakushukuru sana. Asante pole ya wote na pole ya wanamakole kwa ujumla. Nashukuru sana. Asante sana. Elimika <tip> badi